Mwenyekiti wa Tume ya Haki na Amani ya Baraza la Maaskofu Katoliki Nchini Tanzania, Yuda Tadei Ruwaichi alikashifu ghasia za uchaguzi zilizoshuhudiwa nchini Tanzania. Akiongoza misa kwa waathiriwa wa ghasia hizo hapo jana, askofu huyu mkuu wa jimbo la Dar es Salaam alilaumu serikali kwa kutumia nguvu, akisema adhabu kwa waandamanaji si kifo. Na kama unavyoarifu Melita Oletenges, rais wa zamani wa Botswana Ian Khama alikosoa uchaguzi huo akisema hatambui uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan. Misa takatifu ya kuombea waliofariki wakati wa uchaguzi mkuu Tanzania ilifanyika hii leo katika kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu jimbo kuu la Dar es Salaam. Askofu Yuda Tadei Ruwaichi akiwakumbuka waliouawa na kutoa maombi lakini pia akikashifu ghasia zilizoshuhudiwa. Wako watu waliouawa wakiandamana, lakini adhabu ya kuandamana sio kifo cha risasi. Wako watu waliouawa wakiwa majumbani, wamefuatwa wakauawa wakiwa nyumbani kwao. Na huku serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan kupitia Naibu Rais Emmanuel Nchimbi ikielezea dhamira ya serikali kuanzisha mazungumzo ya maridhiano, Askofu Ruwaichi anasema msingi wa amani ni haki kutendeka. Hakuna amani bila haki. Hilo mliweke sawa vichwani mwenu. Wanaharakati na wanasiasa duniani wameendelea kukashifu jinsi uchaguzi wa Tanzania ulivyoendeshwa. Kwa hivi punde ni aliyekuwa rais wa Botswana, Seretse Ian Khama ambaye amesema uchaguzi wa Tanzania haukuwa wa haki. To his or her own people. Na taifa letu limepoteza heshima kutokana na yale yaliyojiri ya wiki ya uchaguzi mkuu. Wakati huo huo, nchini Tanzania kesi ya uhaini dhidi ya kiongozi wa upinzani Tundu Lisu haikusikilizwa kama ilivyopangwa. Baada ya Lisu kukosa kufikishwa mahakamani. Kulingana na wakili wa Lisu, serikali imedai kwamba kesi haikuendelea kwa kuwa mashahidi hawakuweza kufikishwa mahakamani na serikali kwa sababu za kiusalama. Melita Oletenges, Runinga Citizen.